Wanafunzi, hatujambo. Mwalimu, shikamoo. Marahaba. Mu hali gani? Njema. Mmeshindaje? Tumeshinda vyema. Ndiyo. Habari ya asubuhi? Asubuhi. Habari ya wikendi? Watu wameshinda vyema. Kwa hivyo leo ni siku gani? Ni siku ya Jumanne. Leo ni siku gani? Jumanne, si ndio? Yes. Leo ni siku ya Jumanne. Leo ni siku ya Jumanne. Gredi ya pili? Gredi ya pili? Gredi ya pili? Mashariki, semeni mashariki. Mashariki. Gredi ya pili, mashariki. Mashariki. Leo tumesema ni tarehe ngapi? Tarehe tatu. Tarehe? Tatu. Tarehe tatu mwezi wa sita mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Kila mtu sema tarehe tatu, tarehe tatu. Mwezi wa sita, mwezi wa sita mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hivyo tumesema leo ni siku ya Jumanne. Jumanne. Kiswa, Kiswahili, Kiswahili, Kiswahili. Mnaweza kuketi, ketini sasa. Asante sana. Kwa hivyo leo tunaenda kusoma kuhusu sarufi. Kila mtu sema sarufi. Nani atatukumbusha tulisoma nini kwenye kipindi kilichopita? Tulisoma matumizi, tulisoma nini kwenye kipindi kilichopita? Sauti, matumizi ya huu. Vizuri, nani anasema ingine? Kipindi kilichopita tulisoma nini? Matumizi ya huu, matumizi ya huu. Kipindi kilichopita tulisoma matumizi ya matumizi ya huu. Matumizi ya huu tukasema huu inatumika katika umoja kuonyesha vitu vilivyo karibu ama kitu kilicho karibu. Tukasema tunasema huu ni mkopa, huu ni mkopa. Lakini leo kwenye kipindi hiki tutaangalia matumizi ya hii. Kila mtu soma matumizi ya hii. Matumizi ya hii, hii hapa kifutio, hii hii. Asante. Matumizi ya hii, matumizi ya hii, matumizi ya hii. Wanafunzi wasome matumizi ya hii, tuangalie matumizi ya hii, matumizi ya hii neno hii, hii. Hii. Hii linatumiwa linatumiwa, lina tumiwa lina tumiwa pamoja. Lina tumiwa pamoja na na majina, majina ya baadhi ya, ya vitu Ni wingi wa neno huu. Ni wingi wa neno huu. Neno hii, neno hii. Linaonyesha linaonyesha linaonyesha linaonyesha vitu. Vitu vikiwa, vikiwa. Karibu. Karibu vitu vikiwa karibu linaonyesha vitu vikiwa karibu. Kwa mfano, mifano, mifano tunasema e, mifano mipira hii. Mipira, mipira. mipira. wingi wa mipira ni mpira. Kama ni moja tunasema mpira, ikiwa mbili ama zaidi ya mbili, tatu, hamsini, tunasema mipira. Kwa hivyo tunatumia mipira hii, tunasema mipira hii wingi wa mpira tulisema wakati kipindi kilichopita, tukasema mpira huu. Kwa hivyo leo tunasema mipira hii, hali ya wingi. Tumesema hii inatumika kuonyesha wingi. Pili, tuna mikoba. Someni mikoba, mikoba, mikoba, mikoba hii. Mikoba hii. Mikoba hii. Mikoba hii. Mikoba hii. Tazama sasa Mkoba huu. Mkoba huu. Mikoba hii, mikoba hii. Ni mikoba mingapi mwalimu ameweza kushika? Hesabu, hesabuni ngapi? mbili. Moja, mbili, ama mbili, tunasema mikoba miwili. Mikoba hii, someni mikoba, mikoba hii, mikoba hii. Mikoba hii. Mikoba hii. Mikoba hii kwa sababu hatuna mpira mwingine. Tungekuwa na mipira mbili, mwalimu angeshika ingine hapa, na anashika nyingine hapa, mpira mwingine hapa, mpira hii. Kwa sababu mipira ikiwa mingi zaidi ya, ya moja, tunasema mipira hii, mipira hii. Zaidi ya moja, tunasema mipira hii, mipira hii. Mfano, tuna mipira mitatu hapa. Tuna mipira mingapi? mitatu. Hesabu mipira mitatu: moja, mbili, tatu. Mipira hii, tunasema mipira hii. alafu mikoba hii, bag. Mkoba ni bag, hiyo bag yako ya vitabu umebeba shuleni inaitwa mkoba. inaitwa nini? inaitwa nini? inaitwa mkoba. moja ni mkoba, ikiwa zaidi ya moja tunasema m miko, mikoba. kwa hivyo matumizi ya hii. Hii tunasoma wote, kwa sauti kwa pamoja. Neno hii, neno hii linatumiwa, linatumiwa pamoja na majina ya baadhi ya, ya, ya vitu. Neno hii, neno hii ni wingi wa neno huu. Kwa hivyo katika umoja tunasema huu, katika wingi tunasema hii. Huu ni umoja. Hui, hii ni wingi. Neno hii, neno hii linaonyesha vitu vikiwa karibu. Linaonyesha vitu vikiwa karibu. Tazama mikoba hii iko karibu, iko karibu na mwalimu mikoba iko karibu na mwalimu. Huwezi sema mikoba hii na iko mbali na mwalimu, ama iko mbali na wewe. Tunasema vitu vikiwa karibu, vinaonyesha vitu vikiwa karibu, unasema hii hapa.